Ufalme wote wa mfalme Dario ulikuwa na hofu. Kulikuwa na mtu mmoja jina lake Danieli, ambaye alikuwa tofauti na wengine wote. Alikuwa na roho ya kipekee na mfalme alimpenda sana, akapanga kumweka juu ya ufalme wote. Lakini upendo huo wa mfalme ndio uliokuwa unakaribia kuwasha moto ambao ungeteketeza kila kitu. Wale mawaziri wengine na maamiri wakaona wivu. Watu hawa walikuwa mia na ishirini na Danieli alikuwa mkuu juu yao wote. Wakaanza kumtafutia Danieli kosa katika mambo ya ufalme. Walimchunguza usiku na mchana, wakitafuta kitu kidogo tu cha kumshika nacho. Lakini hawakupata kosa lolote, kwa maana alikuwa mwaminifu. Hawakujua la kufanya, mpaka mmoja wao akapata wazo la kutisha. Wazo lenyewe lilikuwa la kijanja sana. Walijua Danieli alikuwa na tabia moja ambayo hakuweza kuiacha kamwe. Walisemezana, hatumwezi kumpata huyu Danieli kwa kosa lolote isipokuwa tumtafutie katika mambo ya sheria ya Mungu wake. Basi wakaenda kwa mfalme wakiwa na mpango wao mchafu, mpango ambao ungemfanya mfalme amwangamize ya rafiki yake mpendwa bila hata kujijua. Walimwendea mfalme Dario kwa mbwembwe na sifa za uongo, wakamwambia, ewe mfalme Dario ishi milele! Maamiri wote na mawaziri wamekubaliana kwamba utunge amri iwe sheria isiyoweza kubadilika kwamba kwa siku thelathini zijazo mtu yeyote atakayeomba dua kwa Mungu mwingine au mtu mwingine isipokuwa kwako tu, e mfalme, atatupwa katika tundu la simba. Mfalme hakujua kuwa walikuwa wamemtegea mtego Danieli. Aliona ni wazo zuri la kuonyesha umoja na nguvu zake, akatia saini ile sheria mara moja. Hakujua kuwa alikuwa ametia saini ya kifo cha mtu aliyemwamini kuliko wote. Danieli aliposikia kwamba mfalme amesaini ile amri hakushtuka wala hakutetemeka. Alifanya kile alichokuwa akifanya kila siku. Alikwenda nyumbani kwake, na kama kawaida, madirisha ya chumba chake yalikuwa wazi, yakielekea Yerusalemu. Akapiga magoti yake mara tatu kwa siku, akasali na kumshukuru Mungu wake kama alivyofanya siku zote. Hakujificha, hakufunga madirisha. Alijua walikuwa wakimwangalia na alijua sheria ilikuwa imepitishwa, lakini hofu ya Mungu ilikuwa kubwa kuliko hofu ya simba. Alijua adhabu yake ilikuwa ni kifo, lakini aliendelea kuomba. Wale watu wabaya hawakuchelewa, walikuwa tayari wameweka mtego wao. Walimvuzia na kumkuta Danieli akisali kwa Mungu wake. Walikimbia mbio mpaka kwa mfalme, wakiwa na furaha ya ushindi, wakijua sasa wamemshika, wakamwambia Ewe mfalme, hukutia saini ile amri kwamba kwa siku 30 hakuna mtu atamwomba Mungu mwingine ila wewe? Mfalme akajibu, ni kweli, hiyo ni sheria ya Wamedi na Wafursi, haiwezi kubadilika. Ndipo wakamtupia bomu lao la mwisho: Basi yule Danieli, mmoja wa wale mateka wa Yuda, hakujali wewe wala ile amri yako, anasali mara tatu kwa siku. Mfalme Dario aliposikia maneno yale moyo wake uliumia sana. Alijua mara moja kwamba alikuwa ametekwa na wale watu wenye wivu. Alikasirika, lakini zaidi ya yote alijuta. Alitumia siku nzima akitafuta njia ya kumwokoa Danieli. Alijaribu kubatilisha sheria lakini hakuweza. Sheria ya Wamedi na Wafursi ilikuwa haivunjiki. Jua lilipoanza kuzama, mfalme alijua muda umekwisha. Alikuwa hana la kufanya. Basi wakamleta Danieli mbele ya mfalme. Mfalme alimwambia kwa sauti ya huzuni na kuvunjika moyo, Mungu wako unayemtumikia daima, naomba akuokoe. Pale pale wakamchukua Danieli, wakamtupa katika tundu la simba. Simba wale walikuwa na njaa kali, wakisubiri mlo wao, wakivuma kwa nguvu. Walileta jiwe kubwa, wakalifunika mdomoni mwa lile tundu, na mfalme akalipiga muhuri na pete yake na muhuri wa makabati wake. Ilikuwa imefanywa ili kusiwe na mtu yeyote, hata yeye mwenyewe mfalme, ambaye angeweza kubadilisha hatima ya Danieli. Usiku huo, hakuna aliyejua kilichokuwa kinaendelea kule gizani, ndani ya tundu. Usiku huo, mfalme hakuweza kulala. Alirudi ikulu kwake, akawa anafunga. Hakutaka chakula, hakutaka muziki, usingizi ulimkimbia kabisa. Alikuwa akifikiria tu rafiki yake Danieli ndani ya lile tundu lenye simba wenye njaa. Alikuwa akijiuliza, "Je, Mungu wa Danieli kweli ana nguvu kuliko simba?" Alisubiri alfajiri kwa hamu ambayo haiwahi kutokea. Mara tu kulipoanza kupambazuka, mfalme aliamka. Hakuweza kusubiri tena. Alikimbia mbio kuelekea kwenye lile tundu la simba. Alikuwa na hofu lakini pia alikuwa na chembe ya matumaini. Alipofika, alipiga kelele kwa sauti ya kulia na uchungu, "Danieli, ee Danieli, mtumishi wa Mungu aliye hai, je, Mungu wako uliyemtumikia bila kuacha ameweza kukuokoa na simba?" Palikuwa kimya kwa sekunde moja. Mfalme aliushikilia moyo wake, kisha kutoka ndani ya lile tundu la giza sauti ikasikika. Sauti ilikuwa ni ya Danieli na ilikuwa na nguvu. Akasema, ewe mfalme, ishi milele Mungu wangu amemtuma malaika wake, naye amefunga vinywa vya simba wasinidhuru, kwa sababu nilionekana sina hatia mbele zake, na pia mbele zako. E mfalme, sikufanya kosa lolote. Mfalme alifurahi sana. Furaha ambayo hakuwahi kupata maishani mwake. Aliamuru wamtoe Danieli haraka sana kutoka mle tunduni. Walimtoa Danieli, wakamchunguza mwili wake wote kuanzia kichwani hadi miguuni. Hawakupata hata mchubuko mmoja, hakuwa amedhurika hata kidogo, kwa sababu alikuwa amemwamini Mungu wake. Simba walikuwa wamelala pembeni yake kama paka. Lakini mfalme alikuwa bado hajamaliza hasira yake. Sasa ilikuwa imewaka juu ya wale watu waliokuwa wamemsingizia Danieli. Mfalme Dario akatoa amri, waleteni wale watu waliomshtaki Danieli. Wakawaleta mbele yake wakiwa wanatetemeka kwa hofu. Mfalme hakuishia hapo, akasema Waleteni na wake zao na watoto wao palepale. Pale wote wakakamatwa na kutupwa katika lile tundu la simba. Kabla hata hawajafika chini ya lile tundu, wale simba waliofungwa vinywa vyao kwa Danieli walifunguliwa. Waliwarukia kwa nguvu, waliwavunja mifupa yao yote vipande vipande, hawakubakisha hata kitu kimoja. Baada ya tukio hilo la kutisha na la ajabu, mfalme Dario aliandika barua kwa watu wote na mataifa yote yaliyokuwa chini ya utawala wake. Alisema, Ninaweka amri kwamba katika ufalme wangu wote watu watetemeke na kumwogopa Mungu wa Danieli, kwa maana yeye ndiye Mungu aliye hai, anayedumu milele. Ufalme wake hautaharibiwa na mamlaka yake hayana mwisho. Yeye huokoa na kupigania, hufanya ishara na maajabu mbinguni na duniani. Yeye ndiye aliyemwokoa Danieli kitoka katika nguvu za simba.